na manama gutiri kindu kirahe arume stress ta gukorwo wateithirio ni mutumia ni geetha wiukeririe ki muturire mutumia ucio mugicoka mukiambia ndugu ya wendo nake riu mugathi uguo wenda ucio ugathira mutumia akambia gucokera indo ciake akambia gukunyariira ukona ona kaba ungiambiriirie muturire uria weika uguo utindike okahora ugia indo kana wage ukambia kwerira mbeca icio ciari ciake kwanza arome me aria matwaritwo nginya mabururi manaja na muno Amerika Amerika ni atumia mena besha atumia acio makamekithia mohiki a makani, eh, makanitha makagia maratathi <laughs> magathii kuu mwathii mutumia mutumia agaguteca agaguteca agakunyerira ta mundurume agacoka aga kwira uma uthii aige. Arome aige arome marambiriria na atumia menabia. mbia riu ni hindi marambiriria na ni makurire nginya ciana ukerwo ta tigana nacio piu nyomba eno tigana nayo ebwenda aia ta thiai kwa Jamba TV mwigue ndeto cia hau Simon Kibe, Jamba TV. aia